Sasa mimi leo jamani nikwambieni, nikapata habari hapa ah, kuna rishaf kidogo, tunasema tunasemadau, kuna badiliko kidogo. hey, mekastuka, mabadiliko ya nini? Mama akabadilisha kitu ah, kabadilishani na uchaguzi kakishuuta huyu mamaangu hmm. Nikapata fununu akanjia mpaka naambia ah, na huyu next kishaondoshwa eh, nilishtuka sana, umezidi nini? Mm, basi lakini, mwanasiasa ni mwanasiasa tu. Hapo hapo nikayapata habari ah, ah, nami nikawaambia, nakumbuka hayo yapo lakini nilikuwa nataka kusema neno moja tu, sijui niseme siri hili Oke tunae na Makonda tunae mkoa huu. Nendelee tunae na Makonda tunae mkoa huu, huu. Tutamwendeleza Tutamvika koti, tutamvika viatu, tutampeleka kwengine akatusemee Mkuu Arusha! Oye Mkuu Arusha oye! Nina <g arriving> <g Sulacanel> wananiambiaje? Walikuwa wanataka kujua Benini, kwamba wewe ulifanyaje atangefanya ukampata mme raisi yaani hapa tunaishi kimkakati. Hapa Arusha bibi, kidogo labda nyie ndo mnaolewa na marais. Sisi hatukuolewa na marais. Sisi tuliolewa na viongozi waliokuwa wakaitafuta nchi na wao ndo wakafika huwa uraisi lakini sio marais walikuwa viongozi wa nchi, mm -hmm. Sasa msifanye hivyo, kwa sababu mimi nataka nioleo na rais. Rais mmoja ataona hapo sasa, au mbunge mmoja ataona kwa ngapi?